Wana, hii ndio hali ya hapa katika eneo la Jangwani e, hali ya Jangwani muda huu. Kama hii hapa, magari ya usafirishaji maarufu e, kama daladala umezuliwa kwa muda kupita katika eneo hili. Hapa ni bajaji pamoja na boda boda ndo ambazo zinaruhusiwa e, kupita lakini magari mengine yanayotoa huduma ya usafiri kwa sasa yamezuiwa kutokana na hali ya barabara, na hii inatokana na hali ya mvua ambazo zinaendelea kunyesha katika jiji la Dar es Salaam. Akima ni siku ya pili ama siku ya tatu mfululizo kuwa zimekuwa zikinyesha na kusababisha adha ya usafiri kama hivi. Hiyo hii, hii ndio hali ya Dar es Salaam dahiini kama saa tatu kwenda saa nne pia asubuhi. Hali kwanitete hii e, ndio Dar es Salaam ni sababu e, na ipi katika hali katika sehemu iliyoko hali ikoje, naweza kutufahamisha. Lakini hii ndio hali ya eneo la Jangwani kuelekea fire mpaka kana koo mpaka